Imepita miaka 34 Somaliland bila kutambuliwa kama taifa huru, hivi sasa nchi ya Israeli imelitambua taifa hilo. Somalia ilitengana na Somaliland tangu mwaka 1991 eneo ambalo lenye watu zaidi ya milioni tatu katika pembe ya Afrika, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu iliyopita, lakini utambulisho wake kimataifa haukutambulika kama taifa huru na nchi yoyote. Kupitia simu janja iliyowaunganisha viongozi wawili, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na Rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi, wakati akisaini hati inayothibitisha hatua hiyo, alimpongeza rais huyo na kumwalika kutembelea Israeli. Netanyahu aliuita urafiki kati ya mataifa hayo mawili muhimu na wa historia, na akazungumzia kuhusu kupanua ushirikiano katika nyanja za kiuchumi kilimo, katika nyanja za maendeleo ya kijamii. Na hapa na nukuu, pamoja na waziri wa mambo ya nje na rais wa Jamhuri ya Somaliland, tulisaini tamko la pamoja na la pande zote, Netanyahu ametuma ujumbe kupitia mtandao wake wa X na kuongeza, tamko hili liko katika roho ya makubaliano ya Abraham, yaliyosainiwa kwa mpango wa Rais Donald Trump, mwisho wa kunukuu, ameandika Netanyahu. Kwa kufanya hivyo, Israeli inakuwa nchi ya kwanza kutambua eneo hilo lililojitenga. Waziri wa Mambo ya Nje wa Israeli, Gideon Sa'ar, ametangaza jana Ijumaa kwamba nchi hiyo na Somaliland zimesaini makubaliano kuanzia uhusiano kamili wa kidiplomasia, ambao ungejumuisha ufunguzi wa balozi na uteuzi wa mabalozi. Katika miaka ya hivi karibuni, Somaliland imefikia makubaliano makubwa ya uwekezaji wa nishati na mataifa ya kigeni ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Falme za Kiarabu na kuzua mvutano na Somalia.